Ni siku ya pili ya ziara ya kitalii na mafunzo kwa vitendo kwa maafisa waandamizi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC ndani ya wilaya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro anatoa nasaha zake kwa maafisa waandamizi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi na anawakumbusha kuwa usalama wa taifa haujengwi kwa silaha pekee, bali kwa mshikamano wa jamii, uchumi imara na uelewa wa historia ya watu wake. Kwanza kabisa ni kutoa shukrani za dhati kabisa tukwa choche, tukwa NDC, tukwa kwao, kwa chuo chetu cha NDC kwa kuamua kuja kutembelea katika mkoa wetu. Unawashukuru sana kwa sababu kuja kwao moja, kunaimarisha mashirikiano ambayo tulikuwa nayo ya muda mrefu kati ya NDC na mkoa wetu wa Kilimanjaro. Hii sasa wanakuja ni mara ya pili, walikuja mwaka 24 kwa ziara kama hii. Sasa mwaka wa ishirini na sita miaka miwili tu baadaye, amekuja tena. Kwa hiyo hii inaashiria ni mahusiano mazuri tulionayo kati ya chuo chetu hiki cha ulinzi na mkoa wetu wa Kilimanjaro. Sasa kuja kwao hapa kwa sababu huu ni ujumbe mkubwa, una wataalam mbalimbali, lakini una members kwenye chuo chao kutoka Tanzania na nje. Sasa wanapokuja wageni namna hii, sisi kama mkoa tunanufaika kwa namna nyingi tu. Kundi hili liko takriban watu thelathini na sita arobaini. E, e, sasa utaona ni kundi kubwa ambapo sasa kiuchumi ni moja manufaa ambayo tunayopata sasa kama mkoa moja kwa moja, kwa sababu e, wataalamu hawa watapata huduma mbalimbali katika mkoa wetu, kula vyakula vya vya mkoa wetu e, watakunywa vinywaji mbalimbali malazi na huduma zingine za usafiri na kadhalika kadhalika. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba tunapata mapato. E, tuna watu wetu wanaofanya hizi biashara wanapata mapato. Tunapokuja na wageni mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, maana yake tuna faida kwa watu wetu kupata mapato ya moja kwa moja kutokana na aina ya biashara watakayoifanya. Watanunua bidhaa mbalimbali katika mkoa wetu kama zawadi na kupeleka kwenye maeneo kwanza kumshukuru mkuu wa mkoa Mheshimiwa Nurdin Babu kupitia kwa, kwa katibu tawala wa mkoa kwanza kwa kukubali sisi kutembelea mkoa wake, lakini pia kwa msaada mkubwa waliotoa kuanzia maandalizi ya safari hii hadi mapokezi e, na, na, na safari zote tutakazozifanya ndani laki ya mkoa, lakini niseme tu kwamba e, sisi ni ujumbe kutoka Chuo cha Taifa cha Ulinzi ambacho kina wanafunzi au washiriki wa kozi kumi na nane pamoja na wakufunzi. Lengo la safari hii hawa washiriki wako kozi ya kumi na nne na kozi hiyo inahusiana na usalama na mikakati. Tutambue kwamba uh, utekelezaji wa jambo lolote lunaanzia kwenye eh, mikakati, kwenye sera na mikakati yake Ukiona swala liendi, jua sera pengine ina mapungufu au ufuatiliaji wa utekelezaji. Kwa hiyo hawa wote wametoka wa kwenye ofisi kubwa, wengi ni eh, ni wakurugenzi, kuna vyeo vya kanali mpaka brigadia kutoka majeshini, ambao tunawatarajia baadaye yye wanakwenda kuwa watunga sera au wasaidizi wa watunga sera. Sasa baada ya kufanya mafunzo pale chuoni mara nyingi huwa tunatoka nje kuangalia kinachoendelea wa ndani, na ndio lengo kubwa la sisi kuja kuona kwa macho, mbali na kufundishwa ndani ya darasa, lakini lazima watoke nje wakaone kinachoendelea, ili baadaye sasa wanaporudi maofisini wawe na uwezo wa kutunga sera au kuwashauri watunga sera kuhusiana na uh, dhana nzima ya usalama wa taifa. Nayo isema usalama wa taifa, watu wengi wamekuwa wanaielewa kama kama ulinzi wa mipaka au physical nani security, lakini hii imekwenda mpaka kwenye human security. Chochote kinachomwathiri binadamu kimegusa usalama wa taifa kwa maana hiyo, sekta zote e, ndani ya serikali basi zinashughulikia swala la usalama wa taifa e, tunatarajia tu kwamba washiriki wa kozi baada ya kumaliza kozi yao ya wiki ya 47 wawe na uwezo wa kutambua kwanza usalama wa taifa ni nini, na mikakati, lakini pia wajue ni namna gani sera zinatungwa huko ambazo zimesubiriwa na tekelezaji, kama nilivyosema mwanzo kwamba ukiona kitu kinaharibika kwenye usalama wa, wa, wa binadamu, ama sera haijakaa vizuri au ufuatiliaji ni mbovu, lakini kama sera itakuwa vizuri na ufuatiliaji utakuwa vizuri basi nafikiri mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo hawa tunawatarajia wanavyotoka hapa wakaenda maofisini kwao nje na, ndani na nje ya Tanzania basi wakawe washauri wazuri au watungaji wa sera wazuri na kufuatilia. Leo ratiba inahamia manispaa ya Moshi, manispaa ya Moshi, mji wenye simulizi zilizojaa maziwa na asali. Hapa si bungeni Dodoma ambako hoja hubishaniwa kwa misingi ya kisiasa, bali ni ukumbi wa halmashauri ya manispaa ya Moshi, mahali ambapo historia, utambulisho na mwelekeo wa maendeleo ya mji huu vinafikiriwa kwa kina. Ndani ya ukumbi huu maafisa waandamizi wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi NDC wanafanya rejea kwa umakini kuhusu historia ya manispaa ya Moshi na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Mount Kilimanjaro, are... mlima Kilimanjaro si tu alama ya Tanzania bali Afrika. Watu wa mkoa huu wanatakiwa kujivunia kuwa na mlima huu katika ukanda wao. Ukweli ni mara yangu ya pili kufika mkoa huu mwezi Septemba 2025 nilitembelea mkoa huu nikiwa na familia yangu na ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kukaa hapa katika hoteli ya nyumbani. Watu wa mkoa huu ni wakarimu. Mkoa huu ni maarufu kwa utalii na sekta ya kilimo. Nadhani mkoa huu unachangia kwa namna hiyo maendeleo ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nyanja zote. Asante. I hope, uh, this region contribute in this way. Ni safari ya maarifa inayogusa mizizi ya jamii mchango wa kiuchumi na nafasi ya Kilimanjaro katika ujenzi wa taifa. Hizi ni simulizi zile zile za watu wale wale wenye vinasaba vya uzalishaji na ustahimilivu wa kiuchumi jamii iliyokuwa sambamba na kukuza uchumi wa kitaifa kupitia shughuli za kilimo cha migomba, zao la kahawa lililoitangaza Kilimanjaro kimataifa, pamoja na biashara zinazoimarisha ustawi wa jamii. Tumejifunza mengi kwa nadharia tukiwa darasani, sasa tumekuja kwenye uwanda kushuhudia yale ambayo tumekuwa tukiangalia. Lakini kikubwa ni kwamba tunajua kwamba eh, huku ndiko uliko utekelezaji wa sera. Kwa hiyo tunatarajia kwenye e, mafunzo haya tunakuja kwa vitendo tutashuhudia yale ambayo tumekuwa tukijifunza darasani namna ambavyo yanatafsiriwa kwa vitendo huku. Lakini pia tumefurahi namna ambavyo tumepata wasilisho ambao umetupa mwanga kuonyesha kwamba kama mkoa mnafanya mambo makubwa sana kwenye sekta zote: kilimo, utalii, e, madini, maji, elimu na maeneo mengine. Kwa hiyo, maeneo yote haya naamini kwa muda ambao tutakuwa hapa mkoa wa Kilimanjaro tutapata nafasi nzuri sana kujifunza kwa kuona, lakini vilevile vile, e, kwa tafsiri sasa haya yote e, yanavyochangia kwenye usalama wa taifa pamoja na mikakati ya taifa. Hisia hizo zinaendelea kushika kasi wakati maafisa hao wanapokagua uwekezaji mkubwa wa kiwanda cha Kilimanjaro International Leather Company Limited ambapo ndipo ukakamavu wa vyombo vyetu vya ulinzi huanzia kupitia uzalishaji wa buti na viatu imara vinavyokidhi viwango vya kimataifa. Kiwanda hiki ambacho kina ubia na vyombo vya ulinzi vya Tanzania kimekuwa mfano wa mafanikio ya kuimarisha soko la bidhaa za ndani kitaifa na kimataifa. Kiwanda chetu ni kiwanda seme kipya, kwa sasa kina miaka karibu minne kwa upande wa kiwanda za, cha product za ngozi yani viatu na product nyingine, lakini ukiachilia mbali kiwanda cha kuchakata ngozi ambacho ni tanari ndio kimeanza sasa hivi. Changamoto kubwa ambayo tumekuwa nayo kwenye hiki kiwanda cha viatu kwanza ni kulitangaza soko. Kwa sasa hivi tuna product kubwa tatu ambazo ndio product tunazozitegemea sokoni kwa kiasi kikubwa. Product ya kwanza ni viatu vya kijeshi, kwa sababu kiwanda hiki kabla ya hapo kilikuwa ni kiwanda kinachozalisha viatu vya kijeshi imeboreshwa , lakini product ya pili tuna viatu vya shule ambao tunaendelea kutengeneza sasa hivi, na venye soko lake lipo na linaendelea kukua. Lakini product ya tatu ni safety shoes, viwanda vya usalama kazini, ambapo pia tunaendelea kuzalisha, vilianza kwa uchache, lakini soko linaendelea kukua kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa kuanzia, tumeanza na masoko hayo matatu, japo tunazalisha fashion shoes kulingana na mahitaji ya mteja, lakini tunazo zingine ambazo ni customized hapa hapa kiwandani, ambazo zenyewe tunaziingiza sokoni, japo zina ushindani mkubwa. Najua tunajua kwamba kuna bidhaa zingine zinatoka nje ya nchi, lakini pia tuna wenzetu wanaozalisha hapa hapa Tanzania, lakini tuna hakika kiatu chetu kinazalishwa kwa ubora unaotakiwa kuregulate bei. Nikisema kuregulate bei, ndio maana nikaongelea habari ya tanare kwamba tulikuwa hatuna tanari ya kuzalisha raw materials ya kwetu wenyewe, tulikuwa tunanunua kwa washindani wetu, lakini sasa hivi tunazalisha raw material yetu. Kwa hiyo tunaamini kwamba hata price za products zetu sasa zitapungua kidogo, kwa hiyo kutuongezea ile market share ambayo tulikuwa nayo. Uimara wa viatu vinavyozalishwa hapa si tu fahari ya kiwanda, bali ni mchango wa moja kwa moja katika kuimarisha uwezo wa vyombo vya ulinzi. Zaidi ya hapo vijana kadhaa wamepata ajira na kujipatia mahitaji yao ya kila siku kupitia uwepo wa kiwanda hiki. Hizi ni hatua halisi za kulinda, kujenga na kusimamia misingi ya usalama wa taifa, ambapo uchumi imara, ajira na uzalishaji wa ndani vinakuwa sehemu ya nguzo kuu ya ulinzi wa taifa. Serikali ya awamu hii imetilia mkazo sana katika ubia wa sekta binafsi na ya umma. Huu ni mfano kwanza wa serikali kuingia ubia na, na sekta binafsi. Kwa niseme tu kwamba nisisitize kwamba tujikite sana kwenye ubia na viwanda kutoka eh, sekta binafsi, ziwe za nje au za ndani. Hizo zinatuwezesha kukuza ya teknolojia, zinatuwezesha kutumia malighafi za kwetu hapa hapa, zinatuwezesha kukuza uchumi wa taifa na hivyo hivyo kuchangia katika usalama wa taifa. Hizi ni hatua halisi za kulinda misingi ya usalama wa taifa ambapo viwanda, ajira na uzalishaji wa ndani vinakuwa nguzo ya amani na maendeleo, kuimarisha uchumi wa ndani na kujenga uaminifu kati ya serikali na jamii. Karibu Moshi, karibu Kilimanjaro. Mimi ni msimulizi wako Ahadi Mtweve, afisa habari na mawasiliano, halmashauri ya wilaya ya Moshi.